Assalamu aleykum, ni ipi hukumu ya kupata gawio inayotolewa na benki au taasisi za kifedha kwa wawekezaji wake? Kwa mfano mimi nimeweka elfu kumi kwenye akaunti yangu, alafu baada ya muda benki imeniongezea kiasi cha fedha. Anasema ni ipi hukumu yake? Muslim kutoka Tabora. Alhamdulillah ndugu yangu Muslim, eh, kama wewe umeenda benki ambayo benki sio riba au umechagua form ambayo umejaza, wamejaza hutaki riba riba katika benki ya riba iko sehemu, si wewe unaweza kuchagua utaki liba. Si riba ipo, unajaza form, staki riba uweke hela yako. Umekataa, hujaomba, hujaridhika, umemhadhirisha kila kitu umesema, lakini baadaye umekokea hela. Maana yake umechukua hela yako umefanya kazi au umezungusha hapo. Sasa hapo hela hii sio yako, na kama utamachia benki watu wa benki watatumia hao maanake mwenyewe hela hii kama anasema mitangaza mwezi kama amekuja hadithi mtu anasema tutangaza muda kadha, hakuna eh, mtu anatafuta hela hii hakuna, mwenyewe anatafuta hela hii au anazk mwenye, ana mwenyewe mm, lakini sio yako <laughs> sheria anasema usimachia benki, ao atachezea atafanya wachukua toka, tuseme kheri.

yote ame, amefanya ame, ame, ame khairi anapata thawabu kama mtu afanya, lakini sio kama hela yako umetoa. Kila anatoa sadaka utapata moja kumi, huwezi kupata, lakini thawabu ya kufikishia khairi utapata, lakini usimacia watu benki na wewe usitumie ulakasemea khairi.